Mpenzi mtazamaji, karibu katika chaneli yetu ya Geita Catholic Diocese Online Television. Televisheni yetu ni televisheni ambayo inaleta habari za uinjilishaji kwa kadiri ya decree ya mtaguso wa pili wa Vatikano inaitwa Inter Mirifica. Yaani, kanisa linapaswa kupeleka mawasiliano ya yake kwa jamii nzima. Hapa mbele yetu unaemeona huyu ni muumini wa kanisa Katoliki Tanzania, kwa jina atajitambulisha mwenyewe na ni mtu mzima lakini ee, Geita Catholic Diocese Television imemwona akijihusisha mara kwa mara na mambo ya kanisa, kila mkija parokiani haumkosi. Sasa tunataka tujue anatafuta masirai gani, kwa sababu tumesikia viongozi wengine wa halmashauri wale wanaomba kuchaguliwa ili labda sijui wenyewe. Lakini hebu kwanza huyu ajitambulishe, afu aseme ameishi ukristo tangu lini na mengine atatueleza. Karibu karibu, ujitambulishe. ninaitwa Silvanus gena sanija mimi ni mzaliwa wa Ukerewe kijiji cha Chabirungo na mama yangu akiitwa Salome Bonzali. Nimezaliwa e, mwaka 1977 katika kijiji cha Chabirungo Ukerewe, na nimeishi maisha ya upagani kwa sababu imani katika familia yetu haikuwapo, bali kulikuwa na madhehebu mbalimbali kama Last Church, Waislamu, CDA na baadhi ya waroman walikuwa waishi katika mazingira niliyokuwa nikiishi nimpi. Lakini nimesoma shule yangu ya msingi kuanzia mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano katika kijiji cha Chabirungo hicho, shule ya Chabirungo, shule ya msingi, na kuitimu mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja Wakati ninasoma primary nilivutiwa na kanisa Katoliki mimi mwenyewe, wala sikushawishiwa siku na mtu yeyote kwa muda huo wote mwaka 1992 nilianza kuingia kanisani nikivutiwa sana hasa na waimbaji. Kwa nilikuwa nikienda kanisani nikisikia waimbaji wanaimba na zile ngoma za kienyeji za asili, kwa nilivutiwa sana, nikaanza kujifunza pia. Nilianza mafundisho mwaka 1993 katika parokia ya Rutare. Niliendelea na mafundisho, sikupata nafasi ya kubatizwa lakini baada ya kumaliza shule kwa mara ya kwanza, nilirudia shule mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili mwezi wa pili tarehe ishirini na tatu katika shule hiyo ya Chabiru, kwa sababu nilikuwa na fani ya mpira. Kwa hiyo pia walimu walivutiwa na mimi kwa kipaji nilichokuwa nacho. Mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne nilihitimu darasa la saba, ilikuwa ni tarehe kumi mwezi wa kumi siku ya Jumatano mwaka huo nilijoini na sekondari Nyamirama sekondari, ilikuwa ni shule ya wakulima mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano mwezi wa pili nilikuwa na join hapo. Baada ya kufika pale, niliendelea na utume na wito wangu wa kuwa Mkatoliki. Hatimaye tarehe ishirini na saba ya mwezi wa kumi na moja nilipewa ubatizo na komunio na kipaimara eh, siku hiyo moja. Mwaka gani? Mwaka 1995 baada ya kuwa nimepata ubatizo huo, niliendelea kuwa mkatoliki na hasa nilipenda sana kuwa mwanakwaya. Niliendelea kuwa mwanakwaya katika shule nikiwa tss mpaka kumaliza mwaka 1998, lakini bahati mbaya sana, sisi mtiani miliki nchi nzima mwaka 1998, tulimaliza shule mwaka elfu mbili mwaka 99 mwezi wa kwanza 29 tulikuwa tunamaliza mtihani. Sikubahatika kuendelea mbele mwaka 1999 hiyo. Baada ya kuwa nimehitimu darasa la saba la form 4, nilianza kujitafutia riziki, lakini katika mwaka 99 mwezi wa tatu, baada ya kuhitimu kidato cha nne, nilikuja eneo la mchangani kwa ajili ya kujasiriamali nilipofika pale niliendelea na ukatoliki wangu. Bahati nzuri, baada ya kufika pale nilifika, wakati huo padri Likumborwa akiwa ni paroko wa parokia ya Kome, wakati huo ndo ameingia katika kuinjilishaji katika kisiwa hicho, katika maeneo hayo. Baada ya kufika hapo, tulifungua kigango hicho hicho cha Mchangani, lakini bado niliendelea na utume wa kwaya, nikachaguliwa kuwa katibu wa kigango kwa mwaka huo mwezi wa nane. Tuliendelea na utume huo nikao basi na kiongozi wa kigango wakati huo wa nikija parokiani nilifanya utume wangu kwa jinsi hiyo na pamoja na kuwa mwimbaji. Namshukuru Mungu katika ujasiriamali Mungu alinijalia kweli kipato kilipatikana cha kawaida cha kujikimu. Kwa niliendelea hivyo nikiwa mwanakwaya wa parokia na kigango pia, namshukuru Mungu kwa mafanikio niliyopata katika kwaya niliweza kuhamasisha kwa mara ya kwanza elfu mbili na mbili kigango cha Mchangani tunua kinanda, tukitumia kinanda, na bahati nzuri, namshukuru Mungu kwaya ilikuwa nzuri sana. Tuliendelea, nilikuwa kama mwenyekiti wa kwaya. Basi baadaye kipindi hicho paro, paroko alikuwa nani? Alikuwa pad, marehemu Padri Kimisha. baadaye katika utawala huo niliendelea vizuri, nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa, wa, uh, viwawa, parokia, wa, msiba, wa viwawa parokia kwa muda huo mwenyekiti mkuu akiwa msiba mimi nikiwa msaidizi wake. Tulifanya kazi ya utume wa viwawa wakati huo pia ikiendelea kuwa mwanakwaya, nimeendelea na utume huo mpaka baadaye nilivyomaliza muula wangu wak, nikapisha wakachaguliwa wengine, lakini bado niliendelea kuwa mwanakwaya wa kawaida wakati huo walipatikana viongozi tena wengine, mimi nikapumzika nikaendelea kuwa mwanakwaya wa kawaida. Mnamo mwaka elfu mbili na kumi na sita nilichaguliwa tena kwa nafasi ya uongozi wa kwaya wa viwawa parokia, na mwaka elfu moja, elfu mbili na nane nilikuwa ndani ya miongoni waliohudhuria hija ya viwawa kitaifa Dodoma. Bahati mbaya tulienda Dodoma, sisi tulifikia Vyeula ndiko kilikuwa kituo chetu cha mafundisho katika muda huo wa nafasi ya mwenyekiti baadaye. Baada ya muda tena kuisha, niliendelea kuwa kiongozi wa kawaida katika kigango cha Mchangani kama katibu. Nimedumu kwenye hii nafasi kwa muda mwingi, kwa sababu sijui ni kwa nini, lakini bado watu waliona ninastahili kuwa kwenye kwa kwa nafasi hiyo, na kwa hiyo niliendelea kuwa nafasi hiyo na kuwa mwanakwaya mwaka elfu m mbili na nane nilibatika kuwa mwanamke, lakini sikufunga ndoa. Lakini baadaye chini ya u, u, uongozi wa fadha Fadha Burugupa, Fadha Makoe <laughs> tulikaa, bahati nzuri nikabatika kufunga ndoa tarehe 30 ya mwezi wa nane elfu mbili na tatu na kumi na tatu, baada ya kuwa nimefunga ndoa, niliendelea kuwa mwanakwaya katika kwaya ya Mwanza. Wakati huo nimejenga mji wangu Mwanza, na Mwanza nilikuwa nikishiriki katika kwaya mtakatifu Dionysius Sebugwao. Kwaya imbayo inashiriki katika parokia ya national. Katika utume wangu wa kwaya, namshukuru Mungu, nimeenda hija uh, Uganda Namugongo kupitia kwaya Mtakatifu Dionisi Sebugwao tumefika Namugongo. Tulianzia mnyonyo tukitafuta pia historia ya Mtakatifu Dionisi Sebugwao. Tulifika tukajifunza mengi na mateso ya Kabaka Mtesa kwa kipindi hicho. Tulivyotoka hapo, tulienda sehemu moja Kampala mjini ambapo alifia na Joseph Mukasa, kama uh, Joseph Mukasa ndiye msimamizi wa parokia ya National. Na na huyo Dionisi alikatika kufa kwake kama shahidi wa Uganda alikufa kwa njia gani? Yeye alikufa kwa kuwa